Ehdliman, kwa sababu hiyo ukiwa ana neema kwa mshull subhanahu wataala allahfanini atakuzidishia, na kimkufuu Allah subhanah wataala akmaili anakupoka anakupokonya anachukua mwenyewe neema yake ambaye ameonyesha Allah subhanahu wa Taala, mfano watoto ta wa ta, basi ni neema. Kuna watu ehdaliman wana miaka navikaadafta watoto Aingia spitali hii atoka hii aingia hii atta nini. watoto leo kt watoto ni neema, mshukuru Allah wa subhanahu wa taala. Na kushukuru kama hii ni kupanda mbegu ya imani katika nyoyo za hawa watoto, si ndio? kama kicha mdogo wambego katika shule nasa kutoka miaka miwili nasali akioneka sama mwambie manangu naisha magumu, useme shauri sauli zako sukuli akawariziki.